Lazima tuwe na bidii, lazima tujifunze kusubiri kwa wakati wa Bwana Mungu wetu, atatubariki na atafungua milango. Mwanzo nimesema kwamba sina maneno mengi mapya ya kuwasihi na sidhani kwa mpaka kwa umri huo kwamba hamjawahi kusikia maneno, mmewahi kuyasikia, isipokuwa tunakumbusha tunakumbushana, mmesikia mengi sindio? Tunakumbushana tu ya kwamba kama vijana, kuna mambo kadhaa tunapaswa kuzingatia. Tukitambua sisi ni kundi ambalo linategemewa na kanisa zaidi, kwa sababu tunazo nini e? Bwana ni mwema. Kwa sababu tunazo nini e? Sasa kwa sababu tunazo nguvu tunategemewa na kanisa. Hatutegemewi, hatutegemewi kuonekana tunakengeuka kama vijana, hasa wale wanaoamini maana sisi sisi tunaamini hatupaswi kuwa sawa na vijana wengine wasioamini, tunapaswa kuwa mfano kwa vijana wengine wasioamini ili jina la Bwana Mungu wetu lisitukanwe. Basi, kwa kusema maneno hayo machache, niseme tu Mungu awabariki mnapoanza safari ya maisha ya mtaani, akafungue njia kwenu na baraka zikamiminike juu yenu na yale yaliyo matamanio yenu kwenye maisha isipokuwa yananena sana sana mapenzi ya Mungu akayafanikishe na kuyaruhusu yatokee kwenu. Amin, tuombe. Mtakatifu Mungu wetu mwenyezi, sifa na utukufu ni vyako, jina lako lizidi kutukuzwa milele zote, kwa maana wewe umeruhusu vijana wako waweze kusoma kwa muda wa miaka mitatu na minne. Wewe ndiye uliowaleta katika vyuo vikuu. Mungu wetu unalijua kusudi lako katika maisha yao ya usomi Mungu wetu tunakusihi katika saa hii wanaposherekea kuhitimisha kwao masomo. Tunakusihi Mungu wetu, dumu kuwa pamoja nao, fanyika kwao makao, ukaonekane katika maisha yao. Wabariki hata watakaoanzisha kazi zao za mikono. Mungu wetu, fungua njia, zikapate kufanikiwa. Tunakusihi Mungu wetu, tukiamini utatenda na kuwabariki katika jina lake Yesu, amen. Wani nione ni makofi mengi na amina kubwa Eme, tunasema asante sana. Ninasema kwa niaba ya wahitimu tunakushukuru sana mzee kwa somo hilo. E, ndivyo hayo maneno sasa yametoka kwa wahitimu e, hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kusherehekea sikukuu hii na furaha pekee kabisa ya dada zetu, ndugu zetu, marafiki zetu, waimbaji wenzetu wa sauti ya nne, wa sauti ya tatu, wa sauti ya pili. Lakini pia wasauti ya kwanza. Sisi ambao tunabaki tunaendelea kuimba hapa Golani tunawatakia kila la heri Mungu awe nanyi. Kwa hivyo kwa muda huu sasa ni muda mzuri kwa ajili ya lisala. E, niombe wale ambao tupo tayari kwa ajili ya kutusomea lisala yetu hiyo kwa ya mbele ya mgeni rasmi. E, kwa hiyo niombe tutoke pale nje kidogo, eh, mtaingia eh, in a special manner e, mtaingia e. Kwa namna, kwa namna iliyo bora sana mkiwa mna machi eh, ikiwa ni ishara ya kwamba ndani ya ni sala hiyo ndani ya barua hiyo zipo jumbe nyingi sana kwa mgeni rasmi. Yapo mahitaji mbalimbali, vipo vitu vitu mbalimbali mbali ambavyo tunatamani eh ikiwa ni sehemu ya kumshukuru Mungu toka tumeanza mwaka wetu wa kwanza. Lakini nikupe habari njema wewe ambaye upo hapa. Eh, hili ni ni wazo ni tu zuri. Eh, kabla hajaweka wimbo, eh kama una unawiwa una, una kutuma ujumbe kwa rafiki yoyote hapa, muhitimu yoyote hapa, utatuma ujumbe wako, afuta niandikia na jina lake. Yeah, we andika tu ujumbe alafu ni andika na jina lake, namtumia fulani fulani. Utatuma kwa nambari ya yes, simu: sifuri saba arobaini na tatu sifuri saba arobaini na tatu.